Karibu katika sehemu ya tano. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati bidada Jeni anaonana na Juma kwa mara nyingine baada ya miaka mingi kupita. Je, unajua nini kilitokea baadaye? yaani, Juma sijui hata niseme nini, kwani wewe ni mwanaume wa kipekee sana <laughs> Sasa kabla sijaanza sehemu ya tano, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako yakok. Okay, tuendelee na simulizi yetu. Kelele za magari barabarani na sauti ya mama ntilie mwingine aliyekuwa akifoka ziliyeyuka kwa Jeni. Dunia ilisimama mbele yake. Alikuwa Juma, sio yule Juma wa Manzese aliyekuwa akimkumbuka. Huyu alikuwa mwanaume mwanaume aliyekomaa, aliyetulia, na ambaye macho yake yalikuwa yameona ulimwengu Grisi ilikuwa imebadilishwa na mikono safi iliyo na kucha zilizokatwa vizuri. Harufu ya jasho la gereji ilikuwa imebadilishwa na harufu ya sabuni ya mwarobaini, lakini macho, macho yalikuwa yale yale, bado yalikuwa na ule upole, ule uaminifu aliokuwa ameutupa miaka mingi iliyopita. Kisha akamgeukia Jeni aliyekuwa amesimama pale akitetemeka, machozi yakimtoka bila yeye kujijua. Jeni, Juma alisema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, tuende Alimshika mkono wake ulioanza kuwa baridi, hakuuliza, hakusubiri. Alimtoa nje ya ule mgahawa wenye joto na vumbi na kumpeleka kwenye kivuli cha mti mkubwa wa mwembe uliokuwa kando ya barabara, karibu na pale pickup yake ilipokuwa imeegeshwa. Walikaa kimya kwa muda mrefu. Jeni alikuwa akilia kimya kimya, akificha uso wake kwa mikono yake iliyochakaa kwa kazi. nilijua upo, Juma alianza, sauti yake ikiwa chini, lakini sikujua, sikujua nini niliposikia habari za jumba la yule tajiri kuporomoka masaki nilisikia walisema mke wake jeni alikuwa amepotea nilihisi nilihisi kitu moyoni nikajua uko hai lakini sikujua utakuwa hivi jeni aliinua uso wake uliojaa machozi na vumbi hivi hivi ndivyo ninavyostahili juma hii ndiyo adhabu yangu adhabu juma alikunja uso adhabu gani jeni nisamee jeni alibweka Tafadhali Juma, nilikuwa mjinga, nilikuwa na tamaa, nilikuumiza, nilikuacha kwa sababu ya pesa, na hizo pesa o, oh, Mungu wangu, hizo pesa. Alianza kutetemeka bila kujidhibiti. Juma alimsogelea, hakumkumbatia bali aliweka mkono wake kwenye bega la Jeni, ukitoa joto la uhakika. Tulia Jeni, pumua, niambie pesa zimekuleta wapi? Na Jeni akaongea kwa saa moja nzima chini ya ule mwembe. Jeni alimweleza Juma kila kitu, sio tu kwamba alimwacha. Alimweleza kuhusu watoto sita, kuhusu vifo vyao vya miaka miwili, kuhusu manyanyaso ya Bwana Heri, kuhusu safari ya kwenda kijijini kumwomba msamaha yeye Juma, kuhusu kukutana na mama yake. Juma aliposikia hivyo, uso wake ulikakamaa. mama yangu? Ulionana na mama? Ndiyo, Jeni alilia, ndiye aliyenipeleka kwa mganga. mganga Juma aliuliza, sasa akiwa amechanganyikiwa. Hapo ndipo Jeni alipomweleza sehemu ngumu zaidi. Sehemu ya ajabu. Alimweleza kuhusu chumba cha siri, kuhusu ndagu ya nyoka, kuhusu watoto wake kuwa kafara, kuhusu joka lililokuwa linawala, kuhusu hirizi ya mvua ya mwezi, vumbi la giza na kisu cha shaba. Alimweleza jinsi alivyorudi kupambana na kumua Bwana Heri na lile joka kwa wakati mmoja na jinsi jumba lote lilivyoporomoka. Alipomaliza, Jeni alikuwa amechoka. Alikuwa ametoa kila kitu. Alikuwa tayari Juma amwite chizi. Alikuwa tayari amwambie aondoke. Juma alikaa kimya kwa muda mrefu sana. Alitazama barabara kuu, akitazama malori yakipita. Kisha akamtazama Jeni. Alitazama macho yake yaliyokuwa na hofu, lakini yalikuwa ya kweli. Alitazama shingoni mwake na kuona kamba nyeusi ya hirizi aliyomwelezea bado imefichwa chini ya gauni lake lililochakaa. Miaka yote hii, Juma alianza polepole, nimekuwa nikijenga maisha yangu. Niliondoka Manzese siku ile nikiwa nimevunjika. Sikuenda kutafuta pesa ili nikurudie wewe. Nilienda kutafuta pesa ili nijithibitishie mimi mwenyewe kwamba mimi si maskini kama ulivyoniita. Nilienda Mbeya, nilifanya kazi mgodini. Kidogo nilichopata nilinunua vifaa, nikafungua gereji ndogo. Nilitengeneza magari. Biashara ilikuwa nikanunua pickup moja ikapeleka mizigo. Leo nina gereji kubwa na malori matano. Sio utajiri wa Bwana Heri, sijengi miji, lakini ni jasho langu, ni halali yangu. Alitulia kisha akamgeukia Jeni moja kwa moja. Sijawahi kuwa, moyo wangu ulikataa, niliogopa kuamini tena. Na sasa unaniambia hadithi hii, hadithi ya ajabu kuliko sinema. Alinyoosha mkono na kuugusa ule mkono wa Jeni uliokuwa na makovu ya kazi ya mgahawani. Mwanamke niliyemjua alikuwa na tamaa, lakini hakuwa muuaji. Mwanamke niliyemjua alikuwa mchagua pesa, lakini hakuwa mwenda wazimu. Jeni alianza kulia tena, akidhani Juma hamwamini, lakini Juma aliendelea, akimshika mkono imara. Macho haya ninayoyaona mbele yangu yameona kifo, yameona jehanamu. Sijui kama naelewa kuhusu majoka na ndagu huo ni ulimwengu siujui, lakini na kuamini wewe, Jeni. Naamini maumivu yako na naamini umevunjika vya kutosha. Juma alisimama. huwezi kuendelea kukaa hapa, huwezi kuendelea kuwa mtumwa wa sahani za maharage. Umepoteza watoto sita, umepigania maisha yako, sasa ni wakati wa kupona. Jeni alimtazama kwa macho yaliyojaa maswali. Kupona? Niende wapi, Juma? Mimi sina kitu, sina mtu Unanitazama mimi? Juma alisema kwa upole, pale Mbeya nimejenga nyumba ndogo ya wageni karibu na gereji yangu. Nilidhani labda mama angekuja kukaa nami, lakini hataki kuacha kijiji. Nimekupa kazi, kazi ndiyo nahitaji, mtu wa kuweka hesabu zangu, mtu wa kusimamia ile nyumba ya wageni, mtu ninayeweza kumwamini. Alitabasamu kidogo. Najua ni kejeli kusema naweza kukuamini, lakini baada ya hadithi hii nahisi wewe ndiye mtu pekee duniani unayejua thamani ya maisha ya kweli na hatari ya njia za mkato. Alimshika mkono na kumsaidia kusimama. Haitakuwa rahisi Jeni, hatuwezi kurudisha jana. Mimi si yule Juma wa Manzese na wewe si ile Jeni ya vitumbua. sikuahidi mapenzi, sikuahidi ndoa. Nakuahidi usalama, nakuahidi mwanzo mpya, nakuahidi nafasi ya kuwa Jeni tena nje ya kivuli cha Bwana Heri na nje ya kivuli cha makosa yako. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Jeni alihisi kitu kingine mbali na hofu au huzuni. Alihisi tumaini. Lilikuwa dogo na la mbali, lakini lilikuwepo. Alifuta machozi yake, kwa sauti iliyotulia, kwa mara ya kwanza alisema, asante Juma, nitakwenda. Juma alifungua mlango wa pickup yake nyeupe. Jeni alipanda. Walipoondoka, Jeni hakutazama nyuma kwenye ule mgahawa. Alitazama mbele kwenye barabara iliyokuwa ikifunguka. Safari ya kurudi Mbeya ilikuwa ndefu lakini haikuwa safari ya kukimbia, ilikuwa ni safari ya kurejea nyumbani. Safari ya kutoka Morogoro hadi Mbeya ilikuwa ndefu na ya kimya kingi. Kila waliposimama kula njiani, Juma alimlipia chakula, alizungumza kwa upole, akiuliza maswali rahisi tu, unataka soda au je, tuendelee na safari? Hakugusia tena hadidi ya Bwana Heri, hakugusia tena juu ya majoka wala damu. Alifanya kama vile alikuwa amemsaidia tu mfanyakazi aliyepotea njiani. Kimya hiki kwa Jeni kilikuwa kizito kuliko kelele za jehanamu aliyotoka. Alikuwa amemweleza mwanaume huyo ukweli wake wa kutisha, na sasa Juma alikuwa amejenga ukuta wa heshima kati yao. Haikuwa tena Jeni na Juma wa Manzese, ilikuwa ni bosi na mfanyakazi wake mtarajiwa. Na labda, Jeni aliwaza, ndivyo ilivyokuwa bora. Mapenzi ndiyo yaliyomponza mwanzo. Sasa alihitaji kazi tu na mahali pa kulala pasipo na harufu ya damu. Walifika Mbeya usiku mwingi. Mji ulikuwa umetulia na hewa ilikuwa ya baridi kali. Juma aliendesha pickup yake kupitia mitaa ya Mbalizi na hatimaye akaingia kwenye geti kubwa la chuma. Ndani kulikuwa na yadi safi iliyojaa magari yaliyokuwa yakitengenezwa na pembeni kulikuwa na jengo jipya la kisasa la gereji Juma Motors, waminifu na kazi. Nyuma ya gereji hiyo kulikuwa na nyumba ndogo, lakini iliyojengwa vizuri, na pembeni yake kulikuwa na jengo lingine la ghorofa moja lililokuwa na maandishi Juma Guest House. Karibu upumzike, tumefika, Juma alisema akizima injini. Yaani Juma, sijui hata niseme nini, kwani wee ni mwanaume wa kipekee sana. hapa ndipo? Jeni aliuliza kwa sauti ya chini, akitazama ufalme mdogo wa Juma. Hakuna dhahabu, hakuna marumaru, chuma tu, saruji na harufu ya bidii. Hapa ndipo Juma alidhibitisha. Aliingia ndani ya nyumba yake kwanza na kurudi na funguo. Hakumkaribisha kwake. Alimpeleka moja kwa moja kwenye nyumba ya wageni. Gereji ndiyo biashara yangu kuu, alieleza huku akifungua mlango wa chumba namba tatu. Lakini madereva wa malori huhitaji sehemu ya kupumzika. Kwa hiyo nimejenga hivi vyumba vitano. Huwezi amini jinsi biashara hii inavyosaidia. Kazi yako itakuwa hapa. Chumba kilikuwa safi: kitanda kimoja, kabati ndogo na bafu la ndani. Kilikuwa rahisi, lakini kilikuwa na kila kitu. Utalala hapa kwa sasa. Hiki ni chumba cha wageni, lakini kwa sasa wewe ni mgeni na mfanyakazi. Panga vitu vyako. Ingawa alitulia, akitambua kwamba Jeni hakuwa na vitu vya kupanga. Alikuwa amekuja na nguo alizovaa. Nitampigia simu dada mmoja asubuhi, akuletee nguo chache za kubadilisha. Kuna sabuni na taulo bafuni. Pumzika, tutazungumza kesho. Juma aligeuka kuondoka. Juma, Jeni aliita, sauti yake ikitetemeka. Juma alisimama mlangoni, nusu akiwa ndani, nusu nje. Kwa nini, Jeni aliuliza, kwa nini unanisaidia hivi baada ya yote niliyokufanyia? Juma alikaa kimya kwa muda, hakumgeukia alitazama giza la usiku nje. Siku ile uliponiacha Manzese, alisema polepole. Nilimwomba Mungu anipe nguvu ya kusahau. Nadhani nilimwomba vibaya. Badala ya kunipa nguvu ya kusahau, alinipa nguvu ya kufanya kazi. Nimejenga haya yote kwa jasho na maumivu ya moyo uliovunja. Lakini nimegundua kitu sasa. Alimgeukia, macho yake yalikuwa mazito kwa hisia ambazo Jeni hakuweza kuzisoma nimegundua kwamba huwezi kujenga maisha mapya juu ya msingi wa chuki ya zamani. Sikusaidii wewe Jeni, yule Jeni aliyeniumiza. Namsaidia huyu mwanamke aliyesimama mbele yangu ambaye amepitia moto na bado anapumua. Namsaidia kwa sababu mama yangu aliniambia siku zote, msaidie aliyeanguka, hujui kesho yako. Na labda, labda kwa kukusaidia wewe najiponya na mimi. Alifunga mlango taratibu, akimwacha Jeni peke yake na maneno hayo. Usiku huo Jeni hakulala . Alikaa kwenye kile kitanda akisikiliza ukimya. Ukimya ulikuwa wa ajabu, hau, haukutisha, haukujawa kujawa na minongono ya roho wala milio ya joka, ulikuwa ni ukimya tu. Lakini usingizi ulipomchukua alfajiri, ndoto zilimrudia. Hakuwa mbea, alikuwa kwenye lile pango tena, lakini wakati huu Bwana Heri na joka walikuwa wamesimama mbele yake wakicheka. Unafikiri umeondoka? Bwana Heri alinguruma. Bado wewe ni wetu, bado unadaiwa. Lile joka lilifungua mdomo wake, na ndani, badala ya meno, alimwona Juma akiwa amefungwa minyororo akiita jina lake, Juma, Juma. Jeni alipiga kelele akiamka ghafla. Alikuwa anatokwa jasho baridi, huku akitapatapa kwenye shuka. Mlango uligongwa kwa nguvu. Jeni, Jeni, uko salama? Fungua! ilikuwa ni sauti ya Juma. Jeni aliruka kutoka kitandani, bado akiwa amechanganyikiwa na kufungua mlango. Juma alisimama pale akiwa amevaa overalls zake za gereji tayari kwa kazi. Alimtazama Jeni alivyokuwa akitetemeka na alivyojaa hofu. ulikuwa unapiga kelele, Juma alisema kwa upole. ni ni ndoto tu, Jeni alisema akijaribu kujitawala. ndoto mbaya, samahani kama nimekuzindua. Juma alimtazama kwa muda, kisha akatingisha kichwa. nilijua hazitaondoka haraka alinyosha mkono na kumgusa begani. Ule mguso uleule, ule wa uhakika. Hapa uko salama Jeni. hakuna majoka Mbeya, hakuna Bwana Heri, kuna kazi tu. Aliondoa mkono wake. Saa moja njoo kwenye ofisi yangu pale gereji, nitaanza kukufundisha jinsi ya kutunza daftari la stock na invoices. kazi ndiyo dawa pekee ya ndoto mbaya. Jeni alimtazama Juma akiondoka kuelekea kwenye mwanga wa asubuhi alikuwa bado anaogopa, lakini kwa mara ya kwanza alihisi alikuwa na silaha ya kupigana na ndoto zake. Hakuwa na kisu cha shaba, lakini alikuwa na ahadi ya kazi, alikuwa na mwanzo mpya. Njia ilikuwa bado ndefu, majeraha ya watoto sita hayafutiki kwa siku moja, lakini alipokuwa akiingia bafuni na kuanza kunawa uso wake kwa maji baridi ya Mbeya, Jeni aliamua hatakuwa tena muhanga, hatakuwa tena kivuli. Angekuwa mfanyakazi na angejifunza kuishi tena, na safari hii ya uponyaji kama mnavyoona ndiyo kwanza inaanza. Ina mengi ya kujifunza kuhusu nguvu ya msamaha na kuanza upya. Ok, leo naomba tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya sita ndiyo tutajua ukweli. Je, ndoto aliyoyota Jeni ni kweli, ni ndoto ya kawaida au kuna kitu kipya kimeanza? Je, yule tajiri Bwana Heri ni kwamba alikufa kweli au alikwenda wapi na vipi je?